mtumishi natamani hey. Tutafakari neno kidogo, neno la Mungu katika yeah. Ile Ayubu ishirini na nne ule mstari wa sita, nao neno la Mungu linasema mjue hey. Sana Mungu yeah. Uwe na amani, ndipo mema yatakapo ya kujulia. Inawezekana hey. Kuna mahali ambapo unapita ni pagumu, kwa sababu gani? Au bado ako leo, hii tangazia kuwa Mungu anakusudi na maisha yako. Mimi na Mungu nimesema njoni kwangu wote mtukuka. Nimekuja. Nimepiga magoti. Sawa mchungaji. Mimi niko tayari mchungaji. Mungu mwenyezi. Baba wa mbinguni. Baba wa mbinguni, mbele zako. Nakuja mbele zako. Mungu mwenyezi, Baba wa mbinguni. Naomba toba na rehema. Nikiomba toba na rehema. Pale nilipokukosea kwa mawazo, kwa maneno, na kwa matendo. Na kwa matendo umba macho mtumishi wa Mungu. Tutakwenda kukabidhi mbele za Mungu ili Mungu wa mbinguni akakupigania katika maisha yako. Utakufa, utakufa bibaya wewe na kuhurumia.